Location ni Sasan Beach. Plot number 819. Area square meter lina ukubwa wa square meter 1300. Plan number imeelezwa kila kitu kimeelezwa, na Bi Alice amesaini hapa kwenye hati hii na kwa Bi Alice Kwa majina naitwa Alice Pascal Haule, ni mke wa marehemu Justice Mrugegura, lakini pia ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Rubegura ambaye ameacha watoto wanne na kutokana na alipoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sikutaki kulieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio yetu, lakini pia nipende kumshukuru kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza ku, kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Nashukuru pia majirani, wananchi, pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku hiyo ya tukio, kikasaidia zaidi waweze viongozi wetu waweze kupata picha ya nini kinaendelea, lakini pia nipende kusema kitu kimoja. Nimemsikia mkuu wa mkoa akiongelea kwamba mama yetu Samia atakuwepo hapa Dar es Salaam. Nipende kuambia wamama wenzangu, wanawake wenzangu, na sio wanawake tu, hata wanaume ambao wanapitia migogoro mbalimbali ya kifamilia au jambo lolote ambalo linaleta utata, anapo kuwepo urahisi, hakuna kinachoharibika, wajitokeze kwa wingi ili kuweza kusikiliza sera za mama rais anachoenda kuongea, lakini pia kupeleka mahitaji yao mbalimbali ma si kwa sababu tusipoongea hatuwezi kusikika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwapelekea viongozi wetu yale mambo yanayotusibu. Labda mimi nisingekuwa nimepaza sauti, wasingeweza kujua ni nini kinaendelea chini ya kapeti. Kwa hiyo napenda kuishukuru sana serikali na vyombo vyote kuendelea kufanya uchunguzi kujua kipi ni kipi. Baada ya hayo, nimeambatana na wanafamilia e, watoto wengine wako shuleni, lakini niko na mtoto wetu mkubwa ambaye ndio nilikuwa naye siku ya tukio. Niko na shemeji yangu mdogo wa marehemu wangu pamoja na dada yake mkubwa. Asante sana, mimi na watoto wawili, lakini wako pia watoto au watoto wawili mmewaweka kwenye mirathi. Ndio. Kwa hiyo jumla ya watoto wanne. wow. na wewe unakuwa ni msimamizi wa mirathi. Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo tusisitize kwamba hmm. Kwa nyinyi mlioko, pendaneni, pendaneni. Mmeachwa na baba, penda neni ni matokeo ya baba, na hizi ni mali zinapita. Mngeweza kuikosa lakini leo mmeipata, uitunze. Na nyinyi msiingie kwenye tamaa na, na kuanza kuona kwa sababu umerudi labda kwenye jina la mama, sasa wengine hawastahili au wengine wastahili, ndugu, msifanye hivyo. Aliyewarejeshea hati hiyo ni Mungu wa mbinguni, ambaye ndiye mnapaswa kumshukuru nyakati zote, lakini aliyojereshea pia hati hiyo ni Mheshimiwa Rais, ambaye sisi ni matokeo yake. Mnapaswa kumshukuru na kumwombea heri, ili yale yote anayoyawaza katika moyo wake yaweze kufanikiwa na yaweze kufikika. Na mwisho mshukuru pia vyombo vya dola, kwa sababu wangekuwa wala rushwa, wangeungana na hao na mwisho wa siku kila kitu kingeishikana na RPC huko hapa huko shida haina shida e, psh shid RPC atawajibika ata, ata na masuala yote yanayohusiana na vitisho vya aina yoyote kwenye familia ya mama huyu. Na sisi tunakuthibitishia, mtu yoyote ukimwona anainua mdomo wake kukufanyia vitisho vya aina yoyote, tupigie simu hata kama ni saa nane za usiku, mtu huyo tutadili naye. Kwa hiyo RPC, nilikuwa nakupa kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mama huyu hapokei vitisho kutoka upande wowote, na anakuwa anatimiza wajibu wake katika taifa kwa uhuru na kwa haki, kwa uwazi, bila kutishwa na mtu wa aina yote. Nafahamu kundi jingine lazikana likawa halijaridhika na maamuzi hayo, lakini kabliinajaza mkato, vyombo vya dola na serikali kwa jumla huwa vinasimamia ili kuweza kunyosha, labda kama na jambo lote. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimepokea maelekezo na tangu siku ile ya kwanza nilimhakikishia ulinzi, na tutaendelea kuhakikisha kwamba hata kwa ukege vitisho, lakini na kamati hii iliyofanya kazi hii ambayo jeshi la polisi pia tulikuwa na vijana ambao walikuwa wakisemia hiki kilichopatikana leo, na kuahidi na mbele ya mwandishi wa habari lakini na wanauma amba, wa Kinondoni kwamba ulizi wa huyu mama uko salama kuanzia sasa hivi, na kwa mtu yeyote atakaye jaribu kumtisha kwa namna yoyote, basi mimi niko tayari kupokea taarifa hizo na kuzifanyia kazi. Asante u biashara nasiri sawa. Najua nimemwona mama huyu akiwa anahangaika kwa muda pre mrefu, na wamempa hasara pia u-kwenye ile nyumba. Na mimi na wenzangu tumetafakari tukasema, kwa heshima ile ile ambayo mheshimiwa Rais wetu ametupa kuongoza watu katika mkoa wetu, kumheshimu Mungu wa mbinguni, kuheshimu wanyonge wa taifa letu, tumchangie mama huyu milioni 10 ili zikamsaidie kwa ajili ya kuendesha biashara zake, na hatumchangiri, sio kwa umaarufu wa Charamila au kwa umaarufu wa nani. Haya mambo yote, sifa na utukufu ni kwa Mungu, lakini jambo la pili, haya yote ni kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi leo naweza nikaonekana kwa maana sana, lakini siwezi kuyafanya haya kama sikupata heshima hii ya kutawala mikoa hii na kuteuliwa kuwa mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sitokanishukuru sana. Mimi mkuu wa mkoa, mimi si kitu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania angeweka watu wa hovyo katika hii mikoa, na sisi tungeungana na watu wa hovyo kwa kudhulumu wewe. Ii ni ange ni ishara kwamba na sisi pia tunamtegemea Mungu, ila tuongoze kuyafanya yaliyomema Haya, kazi njema, katunze vizuri, kaelee familia na Mungu atakupa njia. Asante sana. Haya, muombee heri Mheshimiwa Rais. Asante. Haya, naa nawashukuru sana. kama mtakuwa na mambo na machache, nadhani yote mtafsiriwa vizuri sana.